Leo ni maadhimisho ya takriban miaka 64 tangu Tanganyika ilipopata uhuru kutoka kwa Mwingereza. Ni moja kati ya kumbukumbu kumbu nzuri ambazo zitakuwepo siku hadi siku na vizazi hadi vizazi. Wakati Watanzania leo wakifurahia siku ya uhuru wa Tanganyika kumekwepwa na taarifa juu ya uwepo wa maandamano ambapo viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na Waziri Mkuu Chemba walizungumza na kuwataka wa Tanzania kusalia majumbani kwa ajili ya kusherekea uhuru wakiwa majumbani. Waziri wa mambo ya ndani pia George Simba Chawena aliweza kuzungumza juu ya madai ya uwepo wa maandamano siku ya Disemba 9. Wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakishawishi Watanzania kuandamana ili kuweza kudai mambo kadhaa ikiwemo upatikanaji wa katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na kutaka serikali ya mpito mara baada ya kutamatishwa kwa uchaguzi uliofanyika majuma kadhaa yaliyopita siku ya Oktoba 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo katika uchaguzi huo kulibuka kuliibuka matukio mengi ikiwemo vurugu pamoja na maandamano yaliyosababisha vifo vya Watanzania wengi pamoja na uharibifu wa mali za umma, kitendo ambacho waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene alikilaani na kuweka wazi na kusema kwamba Watanzania sasa wanapaswa watulie, ili serikali iendelee kutafuta mstakabali wa amani pamoja na utulivu wa nchi lakini aligusia maandamano ambayo yanapangwa kufanyika siku ya leo huku kwa akisema kwamba maandamano hayo ni haramu na hayawezi kufanyika kwa sababu hayana kibali kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Aliweza kufafanua na kuweka wazi kwamba kuna mashinikizo ambayo yamekuwa yakitolewa na jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Mataifa ambao eh, siku ya jana pia walitoa tamko na kuzitaka mamlaka za Tanzania kuhakikisha kwamba siku ya leo vyombo vya ulinzi na usalama vina walinda waandamanaji siku ya Disemba tisa. Wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu pamoja na wanaharakati wa masuala ya kisiasa umekuwa wakihamasisha Tanzania kuingia barabarani kudai madai mbalimbali. E, kinachoendelea kwa sasa ni kama ambavyo pia umekuwa ukishuhudia na kusikia kwamba hali ni shwari na hakuna maandamano ambayo yanaendelea mitaani sasa hivi. Kwa wakazi wa majiji ya Mwanza, Mbeya, dar es Salaam, Arusha wamekuwa wakithibitisha wazi kwamba Hali ni shwari na hakuna vurugu wala maandamano ambayo yanafanyika. Tuendelea kuwajuza kile ambacho kinaendelea kuhusiana na Desemba 9, kama ambavyo serikali ilitoa eh, ombi kwa wananchi kuendelea kusalia majumbani siku ya leo, wakitafakari kwa kina juu ya miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika.